Naitwa afisa uhifadhi daraja la kwanza Gaspar Athanas Kahabi. Uh, nina hudumu katika kitengo cha utalii hifadhi ya taifa ya Ruaha. Uh, tumesikia matangazo mengi na maelezo mengi kuhusiana na Great Ruaha Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 5 mwezi wa 7 2025, kwa upande wa Management ya Ruaha National Park tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba usalama wa wakimbiaji wote, lakini pia watalii na watu wengine wote watakokuwa wamehudhuria siku hiyo. Kwa hiyo usalama upo wa kutosha, tuna askari wa kutosha ambao watasimama katika maeneo yote kuhakikisha kwamba washiriki wote wanakuwa salama salimini, tukianzia na wale watakaoshiriki sport fishing watakaoshiriki walking safari, lakini pia watakaomalizia mbio za kukimbia ile tarehe tano mwezi Julai. Lakini pia mbali na usalama kwa wageni, pia tunayo maeneo kwa ajili ya malazi au accommodation, kwa maana ya kwamba yamegawanyika katika sehemu kama tatu ama nne tunalo eneo la camping sehemu ya kupiga mahema. Hii ni sehemu ambayo watu, watu, watu wengi wanaruhusiwa kufika na kufanya camping pale, lakini gharama zake ni shilingi elfu tano na mia tisa tu, ila washiriki wata, watatakiwa kuja na mahema katika maeneo hayo. Sisi tunachoweza kufanya pale ni kutoa tu huduma ya choo na jiko, lakini pia tuna Hostel. Hostel yetu ina uwezo wa kubeba watu 58 na kwa maana ya ke na me, kwa hiyo hosteli pia gharama zake ni shilingi elfu tano na mia tisa, lakini tuna bandas, bandas inao uwezo wa kubeba watu wasiopungua 25 lakini wasiozidi 30 Gharama za bandas ni elfu kumi na saba na mia saba kwa mtu. Tuna eneo la Cottage, cottage imegawanyika katika sehemu mbili au matatu. Sehemu ya kwanza ni ile sehemu ya chumba bila sebule gharama yake ni shilingi elfu mia mbili ishirini na tisa na mia tano. Lakini tunayo sehemu nyingine ya chumba na sebule gharama yake ni shilingi elfu mia nne arobaini na moja na mia tatu. Na mwisho tuna sehemu ya family, sehemu hii gharama yake ni shilingi elfu hamsini na tisa sehemu hiyo ina uwezo wa kubeba watu wanne kwa maana ya baba mama na watoto wawili wasiozidi umri wa miaka kumi na tano kwa hiyo kwa management ya ruaha tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba washiriki wote wanashiriki kwa furaha na kuhakikisha kwamba usalama wao umezingatiwa Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha Watanzania wote na wageni wa kutoka nje waje washiriki haya hili zoezi la Great Ruaha Marathon. Karibuni sana. Kama kwa maana ya watu wanaokimbia hifadhini, tunao askari ambao watakuwa wamepangwa katika kila eneo lile ambalo wanapita watu, kuhakikisha kwamba watu wanapita salama wasiweze kudhurika na wanyama lakini, pia wale wanaolala watakaokuwa kwe, wamelala kwenye maeneo ya camping, pia tunao askari kuhakikisha kwamba maeneo yale yako salama salimini na hawezi kudhurika na wanyama wowote. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba usalama utakuwepo wa kutosha. Toka Great Ruaha Marathon imeanza, hakujawahi kutokea tukio lolote la mshiriki yoyote kushambuliwa na mnyama aidha wageni wanaozunguka ndani ya hifadhi kushambuliwa na mnyama. Kwa hiyo hakuna tukio liliwahi kutokea.